Wapendwa, Kristo kwa maisha yake ya unyenyekevu na utii katika kuwasaidia watu katika changamoto na maangaiko yao, magonjwa kama vile ukoma na ulemavu, watu waliokuwa na pepo na dhambi kama vile uasherati, ambazo ziliwatenga na jamii ziliwaondolea uhuru wao, amekuwa nuru ya kweli ambayo imefukuza giza lote la dhambi na aibu na kuleta furaha na amani katika maisha ya watu. Na kwa mateso hata kufa msalabani, Kristo amekuwa mwanakondoo wa Mungu aliyeyatimiza mapenzi ya Mungu ya kubeba na kuondoa dhambi za watu wote. Hivyo sisi sio tena watumwa wa dhambi, sio tena watumwa wa shetani. Bali tumepatiwa uzima wa maisha yetu ya kiroho. Mzaburi anaimba katika wimbo wa katikati anasema, ndipo niliposema tazama, nimekuja kuyafanya mapenzi yako. Cha muhimu ni kuyafanya mapenzi ya Mungu ili atukuzwe na sisi tutakatifuzwe. Na Yesu mwenyewe katika Injili ya Yohane sura ya sita aya ya arobaini anayaweka bayana mapenzi haya ya Mungu, anasema kwa maana mapenzi ya Baba yangu ndiyo haya, kwamba kila amtazamaye mwana na kumwamini awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Hiyo ndiyo nia yetu katika Dominika hii ya leo, tumtazame, tumtambue na tumwamini Yesu aliye nuru halisi na mwanakondoo aondoaye dhambi zetu, ili tukishamtazama na kumjua, kwanza sisi ambao kwa ubatizo tumeitwa kuwa watumishi wa Mungu, tuwe mashuhuda wa imani na kuwa nuru kwa watu wote kwa maneno na matendo yetu, ili kwayo watu wengine wamjue, wampende na kumtumikia Mungu, na mwisho sote tufurahi pamoja na malaika na watakatifu milele mbinguni. Ndugu wapendwa, tunaona wazi kwamba tungali bado hatujazaliwa Mungu kasha fahamu majina yetu na makusudi yetu, kama nabii Isaya anavyosema katika somo la kwanza. Somo hili la kwanza, ingawa Mungu anawazungumzia wana wa Israeli, bado linaeleza pia umuhimu wa uwepo wa kila mmoja wetu, malengo yake na majukumu ya kufanya hapa duniani. Na kwa kupitia sisi watumishi wake na kwa yale tuyatendayo, Mungu hakika atatukuzwa, kama nabii Isaya katika somo hili la kwanza anavyosema: wewe u mtumishi wangu Israeli ambaye katika wewe nitatukuzwa. Mungu hutukuzwa tufanyapo vyema kadiri ya wito, nafasi na vipaji vya kila mmoja wetu. Wapendwa, siku moja kijana mmoja baada ya kazi kubwa shambani kwake basi njaa na kiu vilimkamata sawa sawa. Akiwa njiani kurudi nyumbani basi akakutana na mwembe ambao kwa haraka hakuona embe juu yake. Na pembeni ya mwembe ule kulikuwa na kisima cha maji. Basi wakati anakwenda kisimani kuinama na kuburudisha koo lake, akaona embe ndani ya kisima. Hivyo alitamani sana kulipata lile embe, ili aweze kutuliza njaa yake. Basi akatafakari, ni kwa namna gani naweza kulipata ili embe na kisima ni kirefu. Basi alikuwa na ndoo yake ambayo ametoka nayo shambani, akaamua kuchota maji na kumwaga nje ili alipate lile embe. Baada ya kazi kubwa hiyo na kufanikiwa kuyatoa maji yote, hakukuta embe ndani ya kisima. Alifadhaika sana, akachoka, akakaa kutafakari, embe lile limeenda wapi? Basi katika tafakari yake hiyo kile kisima kwa sababu kilikuwa ni cha chemchemi, maji yakaanza kujaa tena. Aliposhtuka akaona maji yamejaa, akasogea tena, kusogea akaliona tena lile embe ndani ya maji. Basi akaamua tena kuchota yale maji, lakini hakulikuta, na mara ya tatu hivyo hivyo. Basi akakaa kwa huzuni na masikitiko makubwa sana. Baadaye mzee mmoja alipita njia ile kwa nasibu, akamuona kijana amekaa, amechoka, hana nuru. Akamuuliza, mahali hapa kwa nini pamekuwa hivi? kwa nini pana matope mengi kiasi hiki? Kijana akamueleza kwa nini aliyamwaga maji na hayo yote yametokea. Mzee, baada ya kutambua nia ya kijana kwamba alikuwa anatafuta embe chini ya kisima akasogea na yeye kupata ushuhuda kama ni kweli kuna embe ndani ya kisima. Baada ya kusogea, akatazama, kweli akaliona lile embe kwenye kisima. Akatafakari, akaja akagundua kwamba embe lile halikuwa kwenye kisima. Hivyo akamshika mkono kijana, akamwinua kichwa chake, akamwambia tazama lile embe embe hili lipo juu ya mti na siyo kwenye kisima cha maji. Kisima cha maji hayo maji yameliakisi jua, na hivyo yakaonesha picha ya embe. Hivyo kachukue embe na uburudishe tumbo lako kijana. Kwa furaha kubwa akaruka akachuma lile embe akala hadi magani. Huo ni mwito wetu kwetu sote. Tumeitwa kuangaza kama vile maji yalivyoakisi nuru ya jua na kuonesha embe kwa kijana, nasi pia tunaalikwa kuakisi nuru ya kweli ya Kristo kwa maneno na matendo yetu, ili kuwaonesha wengine matumaini katika maangaiko yao, katika njaa zao na kiu zao, na kuwasaidia kutambua namna sahihi ya kutatua changamoto zao. Ndugu zangu, nyakati hizi watu wamechoka kama yule kijana katika mahangaiko yake. Watu wanapitia mahangaiko mengi sana: mafarakano na chuki katika familia na ndoa, ugumu wa maisha, uchumi, hofu juu ya kesho yao, hofu juu ya binadamu wenzao, magonjwa, upweke, kutengwa, ufisadi, ubinafsi wivu ushirikina, na kadhalika na kadhalika. Na wakati mwingine changamoto hizi zinatukuta hata sisi. Watu wapo katika giza lene la dunia hii, hawana furaha, wamekosa matumaini, hawana nuru, wanasubiri mtu wa kutuliza njaa yao na kiu yao. Neno la leo linakuja kama umeme wa matumaini. Tuwashike mkono tuwainue vichwa vyao, tuwaambie: tazama, mwana kondoo wa Mungu anayekuja kukuondolea maumivu yako kubeba huzuni zako kukuletea amani na furaha tena. Tuwe vyombo vya amani ambapo kuna ugomvi na chuki, haki ambapo kuna unyonyaji na dhuluma, na matumaini pale palipo na machozi na kukata tamaa kama yule mzee alivyokuwa nuru ya matumaini kwa kijana kupata embe lile ambalo lilikuwa tamaa yake kwa wakati ule. Tukifanya hayo, hakika Mungu atatukuzwa. Hivyo wapendwa, leo hii tunaalikwa kuiga na kuendeleza kazi hiyo ya kuwa nuru na ya ukombozi ndani ya Kanisa, katika maisha ya kiroho na ya kijamii kwa watu wote kwa njia ya utangazaji wa neno la Mungu, hekima na busara zetu katika kutatua changamoto zetu na za wengine, kwa sala na maadhimisho ya sakramenti hasa ubatizo, upatanisho na ekaristi takatifu, kama tutakavyosali katika sala ya kuombea dhabihu: Ee Bwana, tunakuomba utujalie kushiriki kwa heshima mafumbo haya, kwani kila tunapoadhimisha ukumbusho wa sadaka hii, kazi ya ukombozi wetu inatendeka. Katika kutimiza vema kazi hiyo ya kumuiga Mwana Kondoo na kuwa nuru, wapendwa, yatufaa tuzingatie yafuatayo: moja, uvumilivu na saburi. Wakati mwingine tunakuwa kama vijinga vya moto, lazima tuungue kwanza ili kuleta mwanga kwa wengine. Kama Kristo mwenyewe, tunaweza kukataliwa, kukosolewa hata katika kweli tuzisemazo na tuzisimamiazo, kukatishwa tamaa na kupata upinzani. Kristo mwenyewe anasema, nuru imekuja ulimwenguni, lakini watu wamependa giza kuliko nuru, kwa sababu matendo yao yalikuwa maovu kila atendaye uovu huogopa mwanga ili matendo yake maovu yasije yakaonekana wazi. Hicho tunakutana nacho katika nyakati zetu za sasa hivi. Wengi wanaogopa mwanga, wengi wanaogopa ukweli, wanajificha katika giza, wanatupa upinzani na mambo kadha wa kadha, ambayo wakati mwingine yanaweza kutukatisha tamaa sisi kama wapeleka nuru. Daima tubaki katika huduma, tusikate tamaa, ili tuwake, ili tutoe mwanga kama vile taa zenye miali ya mwanga wenye rangi tofauti tofauti: nyekundu, jano, kijani na kadhalika. Nasi maisha yetu yanapaswa kupambwa na kuwaka kwa fadhila na karama mbalimbali ambazo tumezipata kwa njia ya Roho Mtakatifu. Wewe ambaye unaweza kuimba vizuri, wewe ambaye unaweza kucheza kinanda vizuri, wewe ambaye elimu kwako sio shida, wewe uliyejawa na hekima, tumia karama hizo na fadhila hizo kwa ajili ya wewe mwenyewe kwanza. Kuwaka uwe mwanga kwanza, ili uweze kuangazia wengine, ili watu wamtambue Kristo kupitia maisha yetu. Hatuwezi kuwa mwanga kama sisi wenyewe ni giza. Mwambie jirani yako lazima tuwe mwanga. Mwambie jirani yako lazima tuwe mwanga. Mwambie tena lazima tuwe mwanga. Wapendwa, jambo la tatu la kulizingatia ni kwamba lazima tutambulike vema, kama vile Kristo anavyotambulishwa kwetu na Yohane, bila kubabaisha kwamba, tazama mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za ulimwengu. Nasi tujipambe kwa sifa njema, watu wasipate shida kutueleza katika sifa zetu njema. Watu waseme kwa haraka na bila kubabaisha, tazama shemasi, tazama Mkristo safi, tazama frateli, tazama sista, tazama padre. Watu waseme kwa yale ambayo unatambulika kwa sifa njema, kwa sifa njema tulizozipalilia na kuzibeba, tuwe kweli Kristo mwingine nne unyenyekevu, upole na upendo, kama vile Yohane Mbatizaji. Hata walipomuuliza wewe ndiye, kwa upole na unyenyekevu alisema, yule ajaye nyuma yangu mimi sistahili kuilegeza gidamu ya kiatu chake. Tunapeleka neno na ujumbe wa Kristo, siyo wetu. Tusijigambe, tusijikweze, hata kama tunaujua sana. Tunapenda sisi mafrateli eh, eh, na mashemasi kusema, tusijipigie chetezo. Wakati mwingine tunatumia nguvu sana si kwa ajili ya utukufu wa Kristo bali sifa zetu wenyewe. Tuache mpango wa Mungu utende kazi ndani mwetu. Tuwe madaraja ya kupeleka sifa kwa Mungu. Hatuna budi kupungua ili Mungu aongezeke. Tano. Tuwajibike ipasavyo hasa katika kutetea ukweli hasa katika nyakati zetu hizi. Gharama ya kuwa nuru ni kuishi maisha ya mfano mzuri, maisha ya kujitoa sadaka, maisha ya ukweli. Ndiyo maana Yesu anasema watu hawawashi taa na kuiweka ndani ya pishi, bali juu ya kiango, ili iwaangazia wote waliomo ndani. Injili ya Matayo sura ya tano aya ya kumi na tano. Kwa ubatizo tumewekwa juu ya kiango, tuwasaidie na wengine kusimama imara katika ukweli. Basi hilo libaki tafakari katika maisha yetu ya kichungaji, tuone ni kwa kiasi gani tumeweza kuwa mwanga kweli, tumeweza kuwa nuru halisi kwa watu katika maisha yao ya kimwili lakini pia katika maisha yao ya kiroho. Wapendwa, hakika tumeitwa kuwa nuru kwa ajili ya wokovu wa watu wa Mungu. Tumeitwa kweli wapendwa. Tusiogope kwani katika hayo Mtume Paulo katika somo la pili anatupatia faraja na kutuhimiza kwamba tumeitwa kwa ubatizo wetu kuwa watumishi wa Mungu na tunaendelea kupokea neema na amani kutoka kwa Mungu kwa njia ya Roho Mtakatifu ili tudumu kuwa watakatifu, na kwa kushirikiana na neema hizo na karama za Roho Mtakatifu tuweze kuwasaidia na wengine pamoja nasi wanaoliita jina la Bwana kila mahali wawe pia watakatifu yaani, wapate wokovu wa roho zao. Hapo Mtume Paulo anasisitiza umoja wa watu wote katika kupata wokovu. Wote wanastahili kupata wokovu, ni jukumu letu sisi ambao tumeitwa kwa ajili ya kuwa mwanga, kwa ajili ya kuakisi maisha ya mwana kondoo, kwenda na kuwapatia maelekezo na dira katika maisha yao ya kijamii, zaidi sana maisha yao ya kiroho, ili waweze kupata wokovu huo ambao umenuiwa kupatwa kwa watu wote. Wote wanahitajika kupata wokovu huo. Huko ni kuwa nuru kwa watu wote, utume ambao Kristo ametuachia. Daima tushirikiane na neema na karama za Roho Mtakatifu katika kutimiza wajibu hizo, ili wote wamtukuze Mungu, kama wimbo wa mwanzo unavyosema, ee Mungu, nchi yote itakusujudia na kukuimbia. Naam, italiimbia jina lako wewe uliye juu. Tuombe neema za Mungu zitusaidie kufuata mfano hai wa uchungaji mwema wa Kristo ili daima tuwe na moyo wa kutumika na siyo kutumikiwa. Mama Maria Malkia wa Mitume atuombee. Amina.